Ay, bwana kiukweli kuelezea kwamba changa kuelezea tukio jinsi lilivyotokea tokea ili kuanguma nisi kama vijana, ama kawaida yetu tunakaga maskani hapa, tunapiga piga soli mbili tatu nini, tulisikia tu vyuma vinalia juu huko. Sasa kiukweli hakuna hata mmoja ambaye alikimbilia, kila mmoja alichukua njia yake kwanza, maana tunajua tena kifo, ndugu yangu, sio kizuri. Usahau tulichukua kwanza njia tulipokimbia, baadaye kwenye kurudi sasa ikabidi tupandishe juu sababu jamaa alikuwa Sema, wanatoka hivi chini waenda juu ngoma juu, sisi walichukua nyuma, mwisho wa siku labda kwa kushuhudia kwako, uliweza kushuhudia maduka maduka mangapi mangapi, kwa ile pale kugundua kuna watu watu wangapi, ambao mtiti walikuwa wengi kidogo, watatu ile walikuwa wengi sana kama 10 au 15 hivi. Kuna baadhi ya watu unaona ukiwa umejeruhiwa? Na watu sijabahatika kuona mtu ambaye amejeruhiwa wala sijasikia. Kwa hiyo niseme, tuko tunamshukuru Mungu kwamba wote tulikuwa tumetoka vizuri, tumetoka salama, ni kiujumla. Nilivyosikia mlio risasi nikatoka nje. Nikasikia tena ya pili, nikasikia tatu. Nilichokifanya mimi nilishuka bondeni nikakimbia. Ile kukimbia bondeni ndo wakaanza sasa kuvamia karibia mtaa mzima. Wakapiga risasi, wakapiga risasi ndo wakawa wanavamia duka. Kwa kuna maduka yamevamiwa na wengine wa, ndo wakakimbia, ikabidi waache maduka wazi, watu wakakimbia. Kwa wakawa wanaingia, wanachukua wanachokiona wanaondoka. Wala bado unaweza kushuhudia mtu akiingia kwenye duka lako? Mimi sikuweza kushuhudia maana mimi nilikimbia. E, nikawaacha wakaingia wakachukua kilicho chao basi. Okay, ulisikia, ulisikia, ulisikia, ni ni nyingi na labda kwa kusikia ni watu wangapi wanavyosema kwako? No. Mm. Walioingia ni wawili kwa hiyo wengine wametaiti sehemu nyingine walitaiti mtaa mzima wale. Eh, mimi nilivyosikia mlio niligundua ni wezi kwa sababu alikuwa nyuma yangu, nilicho kifahamu, nilianza kuondoka moja kwa moja, na baada ya kuondoka, kichoendelea huko nyuma, mke wangu naye akakimbia, akaacha kawacha duka, lakini duka bahati nzuri aliacha wazi, linafungwa. Kwa hiyo wale pale, baada ya kuona mimi sipo, mke wangu hayupo, walichofanya walijaribu kufungua mlango hapa, walipofungua mlango kaa ufunguki, basi Wakaendea na mengine. Wewe ni mfanye biashara. Ndio mwenye, mwenye nyumba hii. Eh. Hapana, hajaiba kitu, A, hajaiba kitu. Au wa na si, si, si, kwa sababu nadhani shida yao ilikuwa ni hela au vocha. Mizigo ya kubeba inakuwa si rahisi kwa sababu inasumbua na, na wataonekana. Kwa hiyo mimi nachoshukuru sikuibiwa na, sikuumia. Mm. Hapana, sikuona. Sikuona. Wewe uliona watu wangapi labda hapa kwenye eneo lako? Mmoja kwa mmoja ni mwanamtu mwenye bastola akiwa hapa mbele yangu, nyuma yangu. Sasa mimi nilisimama hapo, yeye akakaa nyuma yangu hapo. Nilimuona tu. Sasa baada ya kuiwasha ile, mimi nikaondoka nikakimbia. Kwa hiyo hata kama walikuwepo wengine wamekuja, mimi nishaondoka, sikuona tena. Lakini mlio wa kwanza ulitokea kule chini kule, ambako ndiko alikuwa anza kutokea mlio tena ndo akaja kupigia hapa kwangu. Kwa hiyo inavyoonekana risasi zilikuwa mbili. Moja kule mwisho na moja huku mwisho. Kwa mzewe, imetokea mara nyingi. Sasa sisi tunaomba kituo cha polisi, kwa sababu hii polisi kuwa Mbezi, ikitokea tukio mpaka waje ni saa limoja. hata kama mwezi tunaye tumdhibiti naanza kutoka vile vile. Sasa tunaomba tu serikali ifanye maarifa, itupeke kituo cha polisi karibu, maana haya ili na tu tokea likitokea, tusaidiwe. Kwa wastani naweza kafika vijana kama tano sita hivi kwa jinsi ya mwonekano ambao ulivyokuwa, kwa sababu tulikuwa tumekaa hapa katika mazingira ya kazi mmoja, kwamba walikuwa kama kama target eneo, yani wakawa wamemteka mtu katikati kwao na wao kama kufanya kwao ni eneo gani, labda walikuwa wame target yani ni eneo ile hapa ni kwanza kuchukua hizi hapa fika mpaka maeneo ya kona pale, ndipo ambao wao target sana, sababu hata tukio lilivyoanzia kwamba mtu wa kwanza alianza kupiga mashine akiwa kule, ambaye tumia mashine kubwa, na hisi kwa ufahamu wangu au sikivu wangu kwa kichwa changu Alafu pia baada ya kupiga mimi tunaulizana mzuri kama nimekaa katika benchi karibu yetu akapiga kweli juu. Kupiga kujinusuru maisha yake yani. Okay, labda kuna mali zozote ulizoweza kuchukua? Kiukweli kuna baadhi ya, kuna, ya kiu, kweli, kuna watu wameathirika na mali zao wamepoteza, hususani pesa ndio kitu kikubwa ambacho walichopoteza yani. Na kuna mtu yeyote aliyejeruhiwa? Uh, majeruhi kuhusu awaa, hapana, mpaka sasa hivi sijapata taarifa zote. Ila ambao wengi waliojeruhiwa ni wale ambao waliopita ukimbia tu mtu kaanguka kajikwaa, wengine ask vujika miguu nini, Collection kama hizo katika matukio kama hayo ni kitu cha kawaida yani. Okay, na labda kwa mtazamo wako ulivyoona wale watu walikuwa wamebeba silaha, walikuwa wako kwenye muonekano uvaaji wao ulikuwaje? Hawajua uwezo wa Tanzania kwa sababu walikuwa ni watu wa kawaida tu. Kwa mfano kama wewe unakwambia kuja kusimama hapa karibu na sisi. Alivaa singendo nyekundu ya kawaida kwamba huwezi kumaki mtu kwamba labda yupo katika mazingira gani. Kwa hiyo tumesimama tu kawaida tukajua ni mtu wa kawaida tu. Kwa hiyo mimi nilivyotoa ile kauli piga tena akajua ni kitu cha kawaida kama picha fani, kumbe watu ndio wapo kazini. Na huyo mtu aliyekuwa karibu yako alikuwa na bastola au bunduki? Ah, yeye alikuwa na bastola tu. Uh, katika <tolacalusia> mwelekeo wao kwamba sikubahatika kwa sababu ashshataranyika katika eneo ili baadaye kurudi, nikasikia tu amekimbilia hivi. Mi nilikuwa namsuka mteja aiwishi, wakati majambazi wanaingia hapa, mi nilikuwa nawaona, wakati tunaingia ndani tunakimbia, akatokea mkaka mmoja ameshika bastola, amevaa tisheti nyekundu ina weusi, akawa anapiga bastola juu akawa anawaambia wapa toeni pesa. Huyu dada akawa anasema mimi siwezi kutoa pesa, hamna pesa humu. Akawa anasema leta hicho kisu tu, challenge challenge, mapanga iyo dada akatoa pesa shilingi elfu sabini. Huyu dada mwenye duka alikuwa amekimbia kutokana na maelezo yuko anaongea wao, sawa eh? Wakati huyu in, inapigwa risasi sisi tukakimbia ndani, wakati tunakimbia ndani wanaenda hivi kuna mkaka alikuwa anauza nyama buchani akavunja mguu wakati anakimbia, wakachukua simu na pesa zake za mauzo kwa siku hiyo. Wakati anakimbia wakamtagetu, wakamwambia wakam, tulia kama ulivyo mm, wakamchukulia simu wakachukua na pesa. Hakuna aliyepigwa mwingine kwa sababu watu wote wamesha, wameshajiandaa wameingia ndani. Hii sio mara ya kwanza kwa sababu hii ni naweza kusema mara ya tatu washakuja. Mara ya kwanza akafariki ka, mtu kwa sababu anatumia silaha za, za moto. Walikuja mara pili kwenye hiyo baa hapo, unaona nyuma ya connection, na waliua mtu. Na mara nyingi wakishafika waki eneo la tukio namna hii wanajaribu kukimbilia. Mara nyingi wanatumia njia ya kuelekea chuo kikuu, yani eneo kwenye hilo pole la chuo kikuu ndo mara nyingi wanapitia kwa kuondokea. Okay. Labda kama umepata tetesi wakati wanakuja walitokea labda njia gani au waliingilia barabara gani? Nimejaribu kuuliza kwa baadhi ya watu kwa wametokea sehemu gani, ili kwamba tujue kwamba walitokea kwamba kuna gari ilipita spidi na pikipiki piki tatu, baada ya dakika tano ndio ikaanza kutokea tukio hilo, lakini haijajulikana, na mimi nilijaribu kuuliza kwamba wali walikuja walikuja kwa njia gani. Kwa sababu ukishakuwa kwa 15, 20 na maana ni watu wengi, hawezi kuja hivi hivi kirahisi Umesema ile tukio sio la kwanza labda ni kama matukio mangapi yashatokea aina hii? Ah, uh, mosi tukio inaweza kuwa kwa kutumia silaha, inaweza kuwa tukio, ta, ni tukio la tatu la, la la tatu yeah. Na we kama kiongozi labda na viongozi zimshakaa kuangalia namna gani mnaweza matukio kama haya, yani kutafuta mbinu mbadala ili matukio kama haya siwezi kutokea au kujirudia tena. Kipindi cha nyuma kidogo tulikuwa na kitu kinaitwa ushirikishi. Eh, ilifanyika na ilikuwa nafanyika ambao mida kama ikifika time ya kuanzia saa tano saa sita watu wanajaribu kupita yani, kupiga doria. Hali kidogo fulani ilitulia, lakini kwa sasa hivi hatuna ulinzi shirikishi yani, hakuna iko kitu kinachoitwa ulinzi shirikishi, lakini tunajaribu zaidi zaidi kwamba inapotokea tukio kama hili, tunakuwa tunatoa taarifa mara moja polisi.